Wananchi wengi ni, ni waoga. Sehemu nyingi ambazo mimi nimeenda wanafikiria kwamba gharama ni kubwa. Tunatoa elimu hii kwa kuwaelewesha kwamba kwa, kwa, kwa mjasiriamali mdogo akiwa na barua kutoka SIDO huwa tunamsajili kwa bure kwa muda wa miaka mitatu, lakini hata baada ya hapo, hata ulipa yote, hata ulipa ya hapo hatolipa gharama yote atalipa asilimia chache tu. Kwa miaka mitatu hii kwa mfanyabiashara ni, ni, ni muda mrefu kidogo, hata kama kukua anakuwa tayari ameshakua. E, katika mpango mzima wa TBS kwa kweli viongozi wetu wanajitahidi Pemba kututaka tupate hiyo TBS, lakini mpaka sasa hivi kutokana na kwamba mitaji bado ni midogo sana bado hatujapata TBS. Awali tulikuwa hatuna TBS, tulikuwa tukienda kwamba kwenye maonyesho kama hivi, mtu akishika boks anakuuliza, vipi, mbona haina TBS? Kwa hiyo mtu anakuwa na wasiwasi na bidhaa yetu, lakini sasa hivi tumepata TBS. Kwa hiyo mtu akinunua peli zetu, anaangalia box letu, anakutana na nembo ya TBS, kwa hiyo tumenufaika hivyo. unakuwa kuna ufinyu wa soko lao la kibiashara mfano wanavyotengeneza bidhaa zao takiwa zifike kwenye masupamaketi kwenye ziuzwe kwenye mataifa ya jirani, lakini sasa, kwa sababu hazina nembo, lakini pia hazina ubora kiasi kwamba walikuwa wanapata lile soko la ndani soko la ndani au soko la la mtaani.